Wizara ya mambo ya ndani inatarajiwa kukabiliana na changamoto ya msongamano wa fungwa eh, kwenye magereza hapa nchini BMG, eh, kwa kuruhusu adhabu ya vifungo vya nje kwa wafungwa kufanya kazi za kijamii. Naibu katibu mkuu wa wizara ya mambo ya ndani, bal Simba Yahya, amesema hayo wakati akizungumza na viongozi waandamizi wa, wa jeshi la magereza eh, makao makuu ya jeshi hilo eh, kule jijini Dares Salam. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Mcdonald Mode. Mazungumzo hayo yalilenga kuhusu changamoto zinazolikabili jeshi hilo pamoja na mrundikano wa wafungwa na mahabusu katika magereza hapa nchini. Balozi Yahya amesema serikali inaangalia utaratibu wa kulimaliza tatizo la msongamano wa wafungwa magerezani na tatizo la mahabusu litamalizwa na mahakama. Hili la mahabusu sidhani kama magereza wanaweza kuwa na na, na, na, na, na, na ufunguzi wake wa haraka hili zaidi liko upande wa wa mahakama, sababu inategemea na mahakama takapoweza kuziendesha na kuzikamilisha kesi husika ndivyo. Na bahati mbaya e, nyingi ya kesi hizi ziko mijini na magereza ya mjini hayawezi kuongezeka tofauti na maeneo mengine ambao wanaweza kusema, naweza nikasema ni gereza ya Keko, ni gereza ya Keko kama lilivyo basi. Kwa hiyo hilo la la, la, la, la, la, la abusu kwa kweli ni gumu kupata ufumbuzi wake. Kutoka kuhusu msongamano wa wafungwa magerezani, Balozi Yahya amesema upo utaratibu umewekwa na serikali wa kumaliza tatizo hilo. wafungwa msongamano wa wafungwa tayari mika, kuna mikakati mikakati mbalimbali e, baadhi ya mikakati hii ni kuongeza wigo katika kwenye vifungo vifungo vya vifungo vya nje. Tayari kuna hatua zimeshachukuliwa za kufanya vifungo vya nje au kwa kizungu collective ja, ja, uh, collective, ha, ha, ja. collective. Na, name, watu watu badala ya kufungwa gerezani wanakuwa wanatoa wanakwenda kutoa huduma kwenye jamii, na hii hii imetusaidia kuanza kupunguza ya sababu ya kutuwa. Kamishina jenerali wa jeshi la magereza nchini John Minja amesema jeshi hilo linakabiliwa na changamoto mbalimbali ambazo zinalifanya kushindwa kutekeleza baadhi ya majukumu yake. Magereza yote nchini yanaruhusiwa kisheria kuhifadhi wahalifu wahalifu hahi 34 kwa, kwa, kwa siku. Kwa hiyo ni wazi kwamba katika magereza uko msongamano, lakini niseme tu kwamba msongamano huu uko mkubwa zaidi hasa katika maeneo ya mjini na ambapo makosa ni makubwa, na huwezi kuwahamisha watu kuwapeleka kwenye magereza ambayo hayana msongamano kwa sababu u, lile eneo alilotenda kosa lazima awepo pale kwa hiyo wingi wa, wa, wa ni kwa ya ni mujibu wa Kamishina Jenerali Minja, mahitaji ya nyumba za askari wa jeshi la magereza ni 14500 ikiwa ni pamoja na wilaya ambazo kwa sasa hazina magereza Mcdonald Dar es Salaam.